Karibu tena katika chaneli yetu ya Sabo Cliniki. Leo nitaongelea uh, sababu zinazopelekea upungufu wa nguvu za kiume ambayo tunasema ni erectile dysfunction. Tumekuwa na changamoto kubwa uh, ya, ya upungufu wa nguvu za kiume. Sasa hivi ni habari ya, uh, ya mjini, lakini pia wanaume wengi wamekuwa hawana changamoto ya nguvu za kiume, sema tu hawana taarifa sahihi, hawana taarifa sahihi na hawana taarifa za kutosha. Kwenye clipu iliyopita nimeshaongelea kwa nini haina haja wewe kupambana na kutafuta nguvu za kiume, na maana wewe nguvu unazo, sema tu hauna maarifa ya kutosha, haufahamu zaidi juu ya changamoto ya nguvu za kiume unakuta mtu anapambana leo kutafuta dawa ya nguvu za kiume ailiali akiamka ya asubuhi, unakuta ngoma imesimama kama msumari. Sasa a, kama wewe upo hivyo, haina haja ya kuanga, kuangaika kutafuta a, tiba ya nguvu za kiume, na maana wewe tiba ya nguvu za kiume unazo. Yani kitu cha kwanza unachotakiwa kuchunguza, jichunguze asubuhi tu kwamba je, ume unasimama asubuhi. Eh, kama usimami asubuhi, hapo wewe unaweza ukapambana, lakini kama ume wako unasimama kabisa vizuri, haina haja ya pambana ina maana nguvu za kiume unazo. Usipime nguvu zako mchana e, jioni umetoka kazini, hapana. Pima asubuhi, kwa sababu asubuhi unakuwa umepumzika. Lakini cha pili ambacho wengi wamekuwa wakituuliza ni kwamba market, tukiongea upungufu wa nguvu za kiume, wengi wanakuja kutuuliza, ume mdogo, naweza kupata a, changa, a, tiba ya ume mdogo kawa mkubwa au kuongeza maumbile. Nimekuwa nikiwaambieni mara kwa mara kwamba dawa ipo au haipo au tiba ipo au haipo kwa sababu ya sababu kuu hizo mbili. Namba moja, kama wewe umezaliwa na ume mdogo wewe hauna una namna ya kuweza kuondokana na changamoto hiyo, lakini pia hiyo sio changamoto hiyo ni maumbile tu, na haina uhusiano na kumridhisha mwanamke. Unaweza ukawa na ume mkubwa na ukashindwa kumridhisha mwanamke, ambayo tunaita hiyo ni kubwa kubwa jinga. Lakini pia kuna wale ambao wamezaliwa na ume wao kwa mkubwa, lakini pia aa, kutokana na kutokana eh, na changamoto za ngilo, za ngiri velikoseli, hydroseli, lakini pia punyeto, ume wao umekuwa mdogo. Hawa wanaweza wakapata na maumbile waka, yao yakarudi kwenye hali yake ya kama kawaida. Maana ndio maana JW Clinic huwa tunatoa ile tiba ya kunyosha ume, huwa tunatoa bure kabisa. Kwa hiyo kama utakuwa unahitaji, tutawasiliana. Lakini tuende moja kwa moja kwenye sababu za zinazopelekea upungufu wa nguvu za kiume moja kwa moja. Namba moja ni msongo wa mawazo, stress, ambayo mara nyingi unapokuwa na msongo wa mawazo, hakuna kitu ambacho kinaua afya zetu kama kuwa na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni chanzo cha magonjwa mengi sana. Ni kwa nini? Kwa sababu ua, inapunguza homoni nguvu, na pengine wewe inapunguza ile homoni jinsi ya kufanya kazi ndio maana mara nyingi huwa ina athari moja kwa moja kwenye upungufu wa nguvu za kiume. Hata wewe uh, jaribu kuji, kujifikiria kwamba ninapokuwa na stress, je, ume huo unasimama? Kwa nini huwa usimami? Ni kwa sababu homoni huwa nguvu zake zinashuka unapokuwa uh, na stress. Ndio maana pia hata hata ukilazimishwa kufanya tendo la ndoa ukiwa na stress, basi huwezi kufanya vizuri hata uh, ikitokea. Ndio maana hata wanaume wengine wameshindwa wame, wame kuamka kwenye hili baada ya kuambiwa mbona unaume mdogo, ina maana ina maana inamfanya huyo mtu anakuwa na stress na anashindwa kufanyaje, eh, kujiamini. Kwa hiyo namba moja ambayo inasababisha upungufu wa nguvu za kiume, lakini namba mbili kuchoka kupita kiasi au na kukosa usingizi. Unapokosa usingizi na unapochoka kupita kiasi, huwa inapelekewa uzalishwaji wa homoni ya kiume ya testosterone kushindwa kuzalishwa kwa kuto kutosha ya ina maana haizalishwi vya kutosha, unakuwa na changamoto ya upungufu wa homoni ya testosterone. Tunapoongelea nguvu za kiume, huwezi kuongelea nguvu za kiume bila kuongelea testosterone. Ni sawa tunavyoongelea mwanamke bila kuongelea estrogen na progesterone moja kwa moja. Kwa hiyo mwanamke kwa mwanaume hapa tunaongelea testosterone. Kwa hiyo ukichoka, homoni uzalishaji wa testosterone unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo utakuta eh, namna unavyo perform tendo la ndoa ah, inakuwa ni ovyo kabisa, lakini pia kuna magonjwa ambayo tunaita ni kisukari na pressure eh, eh, kisukari na pressure, au ni kuongezea changamoto zote za kiafya, yoyote ile ya kiafya eh, ingawa leo nilikuwa napenda kuongelea kisukari na pressure kwa sababu kisukari inashusha kinga ya mwili, pressure inasababisha msukumo wa damu ya fifu kwenye kwenye uume. Ili uume uweze kusimama barabara, tunahitaji iwe supply ya damu ya kutosha. Kwa hiyo hapa kinachotokea ni kipi? Sasa unapokuwa na changamoto yote ya kiafya, huwa inashusha kinga ya mwili, kwa hiyo inafanya mwili unakosa energy. Sasa ukishakosa energy ni ngumu sana kuperform tendo bizuri, kumbia, suruisho, la ndoa vizuri. Ndio maana nakwambia ukiwa unatafuta suluhisho la juu ya tendo la ndoa hakikisha umetibu changamoto zote za kiafya, ni mbaya kwa afya yako, kwa sababu zinafanya mwili wako ukoswe power. Eh eh, tukose power kama mibaja aliimba power, ili usiishiwe power. Ukiishiwa power, ndugu yangu, ni changamoto, uwe na vidonda vya tumbo, bawasi, kisukari, presha, eh, una changamoto ya ngiri ya tezi, tena ngiri na tezi dume ndo baraka kabisa. Ah, yani hizo ndo zenyewe zimegusa kwenye mfumo wa uzazi moja kwa moja. Una changamoto ya acid reflux, una changamoto ya malaria, una changamoto ya UTI sugu, we shuka, hiyo ni changamoto kubwa inayosababisha uwezi, usi, uwezi vizuri lakini, pia matumizi ya pombe, sigara na bangi eh, ndugu yangu, hii ni hatari, kwa sababu inaharibu ile mishipa ya damu na homoni za kiume moja kwa moja. Ndio maana tunaambiana hata pombe huwa inachoma kabisa. pombe huwa inachoma kabisa zile mbegu. Sasa unashangaa kuna mtu ana mbegu wa fifa, alafu anaendelea kupiga pombe. Ndugu yangu, unazidi kujichoma bila wewe kufahamu. Lakini pia lishe duni eh. Ah, sasa hivi hatupati lishe iliyo vizuri, ambayo lishe nzuri unayohitaji wewe mwanaume inabidi iwe na zinc, iwe na iron, iwe na protini. Ukipata hiyo ndugu yangu, aa, utaweza kulihimili tendo la ndoa vizuri na halitakusumbua. Sasa lishe duni ambayo tunakula ugali, tunakula sembe, ndugu tunakula vyakula vya mafuta. Sasa hivi wanaume pia tunakula chipsi, chipsi ni tamu, ni hatari sana. Hiyo ni ngumu sana kuweza kuondokana na changamoto ya nguvu za kiume. Lakini kutofanya mazoezi, wengi hatufanyi mazoezi, tumekuwa tukishauri ufanya mazoezi ya kegeri. Nadhani mnafahamu juu ya mazoezi ya kegeri. Mazoezi ya kegeri yanaimarisha floor au perviki muscles ambaye kufanya wewe uweze kuimiri kwenye tendo la ndoa kwa muda mrefu. Ndio maana tumekuwa tukishauri mwanaume hakikisha kegeli ukishindwa piga push up, inaimarisha eh, inaimarisha eh, vile viungo na kukuweka wewe kuwa vizuri zaidi. Lakini pia tunasema punyeto kupita kiasi, sio kupita kiasi, punyeto eh, in general, kwa sababu punyeto moja kwa moja huwa ina inasababisha ile misuli inayo supply damu kwenye uume kuweza kuwa dhaifu. Sasa ukiwa unaendelea kupiga punyeto, hii ni hatari kwa afya yako. Ndio maana wengi wamepiga punyeto mpaka inafikia sehemu akitoa manii anaumia. Ndugu yangu, kama umefikia hiyo changamoto nitafute. Lakini kama umepiga punyeto mpaka umefikia ukiwa unajisaidia haja kubwa unatoka manii nitafute. Hiyo ni changamoto kubwa sana sasa hivi kwa vijana. Ya unakuta anapokuwa anajisaidia anatoka manii. Lakini pia umepiga punyeto mpaka huwezi kuzalisha na pengine umekosa kujiamini eh, kujiamini. Wasiliana na dr Jimmy leo ili uweze kupata msaada zaidi. Lakini pia sababu ya mwisho tunasema umri kuongezeka. Kadri ya umri unavyoongezeka, miaka 35 plus, tunasema umri ya kiume hupungua taratibu, hasa kuanzia miaka 35. Uh, kwa hiyo hizo ndo baadhi ya sababu zinazofanya wanaume wengi nguvu uh, zao za kiume kuwa chini. Tuambie hapo wewe mwenyewe ni sababu zipi ambazo wewe zimechangia nguvu zako za kiume kuweza kushuka, lakini ikikumbuka ni kwamba sababu nyinginezo zinaweza zikaondolewa kwa mabadiliko ya maisha, lishe bora, usingizi wa kutosha na tiba asili kama Man Power ambayo imekuwa ikisaidia watu wengi sana kuondokana na changamoto ya nguvu za kiume. Njoo tuongee, njoo tukusikilize, ili tuweze kukushauri. Kwenye video ambayo imepita, tumeshaongelea ni vyakula vipi. Sasa utumie list ya vyakula ambavyo vinaweza kurejesha nguvu zako za kiume haraka. Kama utakuwa na swali lolote, basi